Fisto Kalala Mayele ndio jina ambalo linatajwa sana sasa hivi barani Afrika katika safu ya ushambuliaji. Si miaka mingi sana akiwa na kiwakilisha kikosi cha Yanga, pia alimaliza akiwa mfungaji bora wa kombe la shirikisho <coughs> safaria amemaliza akiwa mfungaji bora wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Fisto Kalala Mayele amefanikiwa, Nguli amefanikiwa, hmm. Amefanikiwa na moja kati ya wa washambuliaji bora kabisa barani Afrika. Ukimwona namna ambavyo anacheza, ukimwona namna ambavyo uh, ameingia kwenye, mm, kwenye mfumo yaani wakati mwingine unaweza kuwa mchezaji bora, lakini uh, ni namna gani unaweza ukaingia kwenye mfumo na kuleta impact ndani ya muda mfupi, hilo uh, ni jambo lingine ambalo pia lina, lina, lina, lina, lina, lina, linastua zaidi. Wanasema uh, mchezaji kuferi sio stori stori ni uh, kuingia kwenye kikosi ndani ya muda mfupi na kuwa, kuwa, kuwa, kuleta impact ambayo uh, Fiston Mayele ameileta. Ame uh, moja kati ya mechi ngumu ambayo ilitarajiwa. Angalia mchezo wa kwanza kule Afrika Kusini, angalia mchezo wa pili jana. Ni moja kati ya washambuliaji ambao wamekuwa na ubora mkubwa sana lakini uh, mechi ya nusu finali tuliona impact yake pia. Yeye yeah, alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walifanikiwa kufunga na kuenda kuifanya timu kuja kwenye hatua ya finali. Ndio. Uh, Ukitazama mechi ya jana unaweza ukaona yani faida za uwekezaji kwenye timu, kwa sababu ukiangalia uki namna ambavyo uh, Pyramids alicheza dhidi ya Mamelodi, mwanzo ilikuwa rahisi kusema kwamba pengine Mamelodi angeweza kuchukua kombe kwa sababu ya uzoefu ya baadhi ya wachezaji wake, lakini pia <coughs> baadhi ya, ya, ya, ya, ya, ya watu ambao wamekuwa na, na, na, na, na, na, na uwezo mkubwa uh, tangu 2016 wanachukua Uh, kwanzia pale walikuwa wanaonekana kama ni timu ambayo inaleta ushindani mkubwa sana mm. Ni kweli, walikuwa wanaleta ushindani mkubwa lakini uh, Pyramids wamekuja kuleta mabadiliko n yani, katika hali ya kawaida. Ndiyo. Ilikuwa huwezi kuwataja Pyramids kama wanaweza kuja kuchukua ubingwa kabla hawajawa na Pyramids hawa ambao uh, tunawaona leo, unaona impact ambayo imeletwa ime, ime, ime, ime uh, namna ambavyo kikosi kimefanywa kime, kime uwekezaji mm. Uh, Fiston Mayele akiwa kama mshambuliaji kiongozi lakini pia Eh, namna ambavyo wamesajili eh, kuna yule ni, -ni, ni Kamara kama Musa, utanilekebisha, umeona uta eh, namna ambavyo mm. eh, ambavyo umeona namna ambavyo, na kwa kweli bwana, kazi kubwa kwa kweli, eh, kwa kweli, eh, sana na unajua kufika wakati kuimeza kiungo ya ya, ya Mamelodi wafanye kazi kwa sababu uh, wana watu wana Mokoena yuko, mm. ayende. yuko, ayende. Uh, uh, yuko pia yule anacheza juu kidogo, namna ambavyo kikosi ambacho kilikuwa kinakwenda kucheza. Watu wengi waliamini kwamba pengine Mamelodi angeweza kwenda kushinda kule Misri, lakini imekuwa tofauti. Lakini hii yote inaonyesha kabisa kwamba uh, ili ufanikiwe kwa kiasi kikubwa ambacho unahitaji mm. ni lazima pia uwekeze kwenye timu inawezekana pia ukawekeza alafu isikulipe kwa wakati huo, kwa sababu uh, Pyramids, uh, wamejaribu mara kadhaa, wamejaribu mara kadhaa, wamefeli mara kadhaa. Jana wameenda wamefanikiwa. Sasa moja kati ya vitu ambavyo pia vimekuwa unaona, namna ambavyo uh, wamechagua aina wachezaji, wale wachezaji ukiwaona unaweza kuona ni kawaida. Unajua wakati mwingine unaweza kuona kama mbona kama ni maandalizi tu, alafu timu inaweza kwenda kuchukua ubingwa. Sio rahisi kupita katikati ya Ahli kupita katikati ya uh, Widadi ingawa Widadi walikuwa hawakuwa na msimu mzuri mm. Uh, kupita katikati ya Raja Raja ambao pia nao hawakuwa na wakati mzuri kupita katikati ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Orlando labda ambao walionekana kuja vizuri mm. E, msimu huu kwa sababu msimu huu Orlando walikuwa vizuri kwelikweli, yani ni baa hivyo tu isivyo bahati kwao, haikuwa na hawakuwa na, na, na, na bahati.